Habari yako mzazi na mlezi, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu sana rafiki yangu kwenye kituo hiki kinachokupa maarifa bora kabisa kwa malezi ya watoto. Leo nitakupa njia ishirini na tatu zilizothibitishwa kitaalamu za kuwafanya watoto wapende kusoma na kuwa na shauku kubwa ya kutafuta maarifa. Njia hizi ni matokeo ya utafiti wa kina unaoonyesha jinsi ya kumfanya mtoto wako asome kwa furaha bila kulazimishwa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 Mpatie nafasi ya kuwa na rafu ya vitabu au kona ya vitabu. Hii itamfanya awe karibu na vitabu kila wakati, huku akiona wa kwamba kusoma ni sehemu ya maisha yake ya kila siku. Tafiti nyingi zimethibitisha kuwa mtoto anayekuwa katika mazingira yenye vitabu anaanza kupenda kujifunza mapema na ana uwezo mkubwa wa kufikiria kwa kina. Njia ya pili ni kusoma pamoja na mtoto. Kusoma pamoja na mtoto wako humfanya ahisi upendo wako na kuunganisha uhusiano wenu kwa njia ya kipekee. Tafiti za kielimu zinaonyesha kuwa watoto wanaosoma na wazazi wao wanakuwa na uelewa mkubwa na upendo wa kusoma unaodumu. Usome naye kila siku hata kwa dakika chache, mpe nafasi ya kuuliza maswali kumsikiliza anaposoma na kumsaidia pale anaposhindwa. Njia hii humsaidia mtoto kuona kuwa kusoma ni jambo la kushirikiana na kufurahia. Njia ya tatu ni kuwa mfano wa kusoma. Mtoto hujifunza kwa kuangalia matendo ya mzazi. Kama wewe mwenyewe unasoma kwa shauku, mtoto wako atataka kuiga. Tenga muda wa kusoma hadithi, vitabu vya dini au maandiko mbalimbali mpe nafasi ya kukuona ukifurahia kusoma na kuzungumzia mambo uliyoyasoma. Hii itamfanya aone kusoma kama kitu cha muhimu na cha maana. Njia ya nne ni kutumia vitabu vinavyovutia. Watoto huvutiwa zaidi na vitabu vyenye picha nzuri, hadithi fupi na za kusisimua. Mtafutie vitabu vyenye rangi angavu na maudhui yanayomvutia. Vitabu vya picha husaidia kukuza uelewa na ubunifu. Hii inamfanya mtoto kujiuliza maswali na kuchangamsha akili yake kila anapokiona kitabu. Njia ya tano, kuleta hadithi kwenye uhalisia. Wakati mtoto wako anasoma hadithi kuhusu wanyama, ndege au mazingira, mpeleke kuona hali halisi. Kama hadithi inahusu shamba, mtembeze shambani, aone mimea itamfanya uunganishe maneno anayoyasoma na maisha ya kila siku, jambo linaloongezea ari yake ya kujifunza. Njia ya sita ni kuwapa zawadi ya vitabu. Watoto hupenda zawadi na zawadi ya kitabu ni bora zaidi kwao. Badala ya kutoa zawadi ya vitu vya kuchezea pekee, chukua muda na umnunulie kitabu cha hadithi kinachofaa umri wake tafiti zimebaini kuwa watoto wanaopewa vitabu kama zawadi huona vitabu kama vitu vya thamani, jambo linaloamsha wa upendo wao kwa kusoma. Njia ya saba ni kuweka muda maalum wa kusoma. Hii ni njia bora, hii ndiyo njia bora sana kwa mtoto wako kuwa na utaratibu wa kila siku, hata kama ni dakika kumi wa kusoma kwa utulivu. Wakati huu usiwe na kelele au usumbufu wowote. Hii inajenga nidhamu ya kusoma na kufanya kusoma kuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa muda wa kila siku wa kusoma huongeza uelewa wa maneno na uwezo wa kufikiria kwa undani. Njia ya nane, kutumia michezo ya kielimu. Watoto hupenda michezo kuliko kitu kingine. Chukua nafasi hii kutumia michezo ya kielimu kama mchezo wa kutunga maneno, mashindano ya kuhesabu maneno au kuigiza hadithi. Njia hii inamfanya mtoto kusoma bila kuona kama analazimishwa na anapata burudani pamoja na elimu. Njia ya tisa, kumshirikisha katika uchaguzi wa vitabu. Mruhusu mtoto achague kitabu anachokipenda dukani au maktaba. Akiona anaruhusiwa katika maamuzi, atakuwa na shauku ya kukisoma hadi mwisho. Wataalamu wanasema kwamba kushirikisha mtoto katika maamuzi humjengea uwajibikaji na kumfanya ahisi kwamba kitabu kile ni cha kwake. Njia ya kumi kusoma kwa sauti. Hii pia ni njia bora, njia hii ni mojawapo ya njia bora zaidi Mtoto anaposoma kwa sauti anajifunza kuzungumza kwa ufasaha, kusikia matamshi sahihi na kuelewa maana za maneno kwa kina. Hii huimarisha kumbukumbu na ujasiri. Wataalamu wanasema kuwa kusoma kwa sauti kunasaidia maendeleo ya ubongo na kumfanya mtoto aweze kuzungumza kwa ufasaha na kujiamini zaidi. Njia ya kumi na moja ni kutumia teknolojia za kielimu kwa nidhamu. Kama una redio za kielimu, vipindi vya watoto kwenye televisheni au rekodi za masomo, vitumie kwa nidhamu. Hii humsaidia mtoto kuona kuwa kusoma na kujifunza sio tu kwenye karatasi bali ni sehemu ya maisha yake yote. Njia ya kumi na mbili ni kuunganisha kusoma na shughuli za kila siku. Onyesha mtoto wako jinsi kusoma kunavyohusiana na anachokipenda. Kama anapenda kupika, tafuta kitabu cha mapishi. Kama anapenda wanyama, tafuta kitabu cha wanyama. Hii inamfanya aone kuwa kusoma ni njia ya kupata maarifa ya mambo anayoyapenda zaidi. Njia ya kumi na tatu ni kumsifu na kumpongeza. Usisahau kumpa sifa anapomaliza kusoma. Mpe maneno ya kumtia moyo kama hongera sana au umefanya kazi nzuri. Sifa chanya humfanya mtoto ajisikie mwenye thamani na kuendelea kusoma zaidi. Njia ya kumi na nne ni kuwa na maktaba ndogo nyumbani. Hata kama ni kona ndogo tu, tengeneza sehemu maalum ya vitabu. Weka vitabu katika mpangilio mzuri ili kuvutia macho ya mtoto. Kuona vitabu vikiwa mahali pamoja humfanya mtoto aone thamani yake na kuvisoma kwa furaha. Njia ya kumi na tano, kuuliza maswali ya kufikirisha. Baada ya kusoma, muulize mtoto maswali kama, kwa nini unadhani mhusika alifanya hivi, au ungependa kuwa na nani katika hadithi hii? Maswali haya humfanya afikiri kwa kina na kukuza uwezo wa kuelewa. Njia ya kumi na sita ni kutumia vikaragosi na michoro. Watoto wanapenda vikaragosi na michoro Tumia vikaragosi kufafanua hadithi au kuonyesha maudhui ya kitabu. Hii huamsha ubunifu na kumfanya mtoto ajione kuwa sehemu ya hadithi. Njia ya kumi na saba kutembelea maktaba za umma. Wakati mwingine mpeleke mtoto maktaba ya umma. Kumwona mtoto mwingine akisoma humfanya ajihisi kuwa kusoma ni jambo la kawaida na la muhimu kwa kila mtu. Njia ya kumi na nane kuelezea hadithi kwa hisia hii pia ni njia bora. Njia hii ni ya kipekee kabisa. Usisome tu kwa sauti ya kawaida, tumia sauti ya furaha, mshangao au huzuni kulingana na maudhui ya hadithi. Tafiti zinasema kwamba mtoto anayesikiliza hadithi iliyojaa hisia hujenga upendo mkubwa wa kusoma. Anaona hadithi kama sehemu ya maisha yake, na siyo maandiko ya kukariri tu. Kwa mfano, unazungumzia hata sungu unamwambia hapo zamani za kale, alikuwepo sungura na fisi. Unamjua sungura? Yaani, kadiri unavyomfikirisha hivyo, mtoto anakuwa anapenda kusoma. Njia ya kumi na tisa, kushirikiana na walimu. Wazazi wanaposhirikiana na walimu wanapata ushauri bora kuhusu vitabu vinavyofaa kwa watoto. Hii inamsaidia kumwandalia mtoto kitabu bora kulingana na umri na uwezo wake. Njia ya ishirini ni kuepuka kulazimisha kusoma. Usimlazimishe mtoto kusoma. Badala yake msaidie kuona manufaa ya kusoma. Lazimisho huzaa chuki. Fanya kusoma kuwa jambo la hiari lenye furaha. Njia ya ishirini na moja, kuwahusisha watoto wengine. Kusoma kwa pamoja na watoto wengine huleta ushindani chanya. Mtoto wako atahamasika zaidi akiona marafiki zake pia wanapenda kusoma. Weka vitabu pale, washirikisha watoto wenzake ambao wako kwenye umri wake. Unaweza ukashangaa kuona hata wanakuwa wananyang'anyana vitabu, kwa sababu kila mtu anakuwa na ari ya kuonekana kwamba yeye ndiye anafanya vizuri. Njia ya ishirini na mbili, kuandaa shughuli za kusoma. Andaa siku maalum za hadithi au usimlizi wa hadithi nyumbani, hata kama ni hadithi fupi. Mpe nafasi mtoto ajisikie shujaa wa hadithi, hii inamfanya aone kusoma kama jambo la kujivunia. Njia ya ishirini na tatu, kuweka malengo ya kusoma. Tengeneza malengo kama leo usome kurasa tano au leo maliza hadithi moja hii inamsaidia mtoto kuona maendeleo yake, jambo linalomfanya aone fahari katika mafanikio yake. Rafiki yangu sasa, umepata njia ishirini na tatu za kumsaidia mtoto wako apende kusoma. Kumbuka njia ya saba ya kumi na ya kumi na nane ndizo bora zaidi ambazo zimeleta matokeo makubwa kwa watoto wengi. Usikae tu, chukua hatua leo.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 wasiliana nasi kwa namba sifuri saba tano nne tano saba tisa mbili mbili nne. Karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata. Asante.